Kitabu cha Yoshua bin Sira sura ya kumi na moja na ya kumi na mbili. Naam, kanisa la Mungu, tumsifuni Yesu Kristo. Karibuni sana wapendwa. Mungu ni mwema wapendwa. Ni siku nyingine tena ambao Mungu anatupa kibali kukutana katika njia hii ya sauti kwa ajili ya kuweza kusoma bibilia kwa mfumo wa sauti katika vyombo vya habari. Karibuni sana wapendwa. Mahali popote pale ukiwa na unanisikiliza, naitwa Mwalimu Petro, ndio ambaye nimepata neema kuwa na wewe wakati mwingine tena siku hii ya leo. Wapendwa, unaweza pia ukaungana na sisi kule YouTube pamoja na Facebook. Tunafahamika kwa jina la Jerusalem Family TV. Dot Mwalimu Petro na Evodia Mazwile. Ni fursa kwako kuendelea kusoma vitabu hivi kila wakati. Usisahau kusubscribe kule YouTube na usisahau kufollow pale Facebook. Tufungue kwa sala Tuanze rasmi usomaji kwa jina la Baba la Mwana Roho Mtakatifu, Amen. Mungu tunakushukuru, tunasema asante kwa ajili ya wakati huu, e Bwana, ambao tunapata neema kwenda kulisoma neno lako takatifu. Tunaomba e Mungu, tusamee makosa yetu na dhambi zetu, na utuoshe kwa huruma yako. Tupe neema, e Bwana, neno hili lipate kutuimarisha, ili Mungu tuendelee kuwa hodari sawasawa sawa na mapenzi yako, tutenge la kila roho zote za yule mwovu na neema yako tunaomba itushike mkono ili tuendelee kuwa imara katika jina la Baba Mwana na Roho Mtakatifu tuseme amen. Karibuni sana wapendwa, tuungane tuanze rasmi usomaji sura ya kumi na moja. Basi hekima ya mnyonge itamwinulia kichwa chake na kumketisha katikati ya wakuu. Usimsifu mtu kwa ajili ya uzuri wa uso wala usimbeze kwa sababu ya sura yake. Nyuki ni mdogo katika warukao, bali matunda yake hupita tamtam. Wala usione fahari juu ya mavazi yako, ukajikweza roho yako siku ya kuheshimiwa. Viumbe vyote vya Bwana vina ajabu tena matendo yake yamefichwa na wanadamu. Wafalme wengi wamekaa chini naye, yule asiyefikiriwa amevaa taji. Mashujaa nao wamefedheheka, na watu mashuhuri wamesalitiwa. Usikaripie kabla hujachunguza, ufahamu kwanza, kisha ukemee. Usijibu kabla hujasikiliza wala usijidukize kati ya usemi, usilitetee jambo lisilo lako. Wakosaji wakiamua usisimame. Mwanangu, mbona unazidi kujishughulisha na kazi nyingi? afanye haraka kuongeza mali, hata epuka hatia. Ukijihimiza kufuata utajiri hutapata wala ukiutafuta utauona. Kuna mtu ajitahidie na kufanya kazi na kujihimiza, walakini kwa kadiri hiyo hiyo huenda nyuma, kunaendaye kunaendaye polepole, na huhitaji msaada na kukosa nguvu, naye yu maskini kabisa, walakini macho wa ya Bwana yamemtazama kwa hisani akampandisha kutoka unyonge wake, akamwinua kichwa chake na kumkweza, nao wengi wakastaajabu kwa kumuona. Mema na mabaya, uzima na mauti, umaskini na utajiri, hayo yote yatoka kwa Bwana. Ukarimu wa Bwana hukaa pamoja na mwenye haki, na isani yake itamfanikisha daima. Kuna ajitajirishaye kwa werevu na kujinyima, na hii ndiyo sehemu ya thawabu yake. Asemapo, nimeona raha na sasa nitakula mapato yangu, yeye hajui baada ya siku ngapi atawapisha wengine na kufa. Usisimame thabiti katika agano lako, ujizoeze nalo ili udumu katika kazi yako hata uzee. Usisituke kwa kuona matendo ya mkosefu, bali umtumaini Bwana na kudumu katika kazi yako, kwa maana ni vyepesi machoni pa Bwana ghafla kumfanya maskini kuwa tajiri. Baraka ya Bwana ni thawabu ya mwenye adili na katika saa moja ijayo upesi huistawisha barua ya baraka yake. Usiseme, ninafaa nini? Na tangu sasa mema yangu yatoka wapi? Usiseme, nimetoshewa, na tangu sasa mabaya gani yawezayo kunikuta? Siku ya mema mabaya husaulika, vilevile siku ya mabaya mtu hakumbuki. Mema ni vyepesi machoni pa Bwana, kumjali mtu siku ya kufa kwake sawasawa na mwenendo wake. Tena taabu ya saa moja huleta usaulifu wa furaha, na mwisho wa mtu ndio ulio ufunuo wa habari zake. Usimwite mtu heri kabla ya kufa kwake, aidha mtu hujulikana kwa kuwatazama watoto wake. Usimwingize usimuigize kila mtu nyumbani mwako, kwa maana msingiziaji anayo mashauri mengi. Kama kware wa mwindaji katika tundu, ndivyo ulivyo moyo wa sodawi, na mfano wa mpelelezi kutazamia kuanguka kwako. Maana yake huotea ili kugeuza mema kuwa mabaya. Na hale na yale yastahilio kusifiwa atayalaumu. Cheche ya moto huasha chungu nzima ya makaa, na mtu wa dhambi huvizia damu. Ujihadhari na mtu mwovu ambaye hutunga maovu, asije akaleta lawama juu yako hata milele. Ukimpokea aliye mgeni nyumbani mwako atakutia wasiwasi wasi, wa makelele yake hata kukufarikisha nao walio wako. Sura ya kumi na mbili. Utoapo fadhili uwe na hakika ya mtu umfadhilie na fadhili zako zitakuta shukurani umfadhili mwenye adili nawe utaona thawabu kama si kwake yeye, utaipata kwake aliye juu. Hakuna mema yatakayomjia yule anayeendelea katika maovu, wala mtu yule asiyetoa sadaka. Basi mpe mwenye adili, usimsaidie mwenye dhambi; mfadhili mnyonge, usimpe asiye haki chochote. Hata chakula umnyime, usimpe asije akakuangamiza hivyo kwa kuwa utapokea mabaya maradufu badala ya mema yote uliyomtendea. Naam, aliye juu huchukizwa na wenye dhambi, naye atajilipiza kisasi juu yao wasio haki. Basi mpe mtu mwema, usimsaidie mwenye dhambi. Rafiki wa mtu hujaribiwa wakati wa heri wala adui yake hafichiki wakati wa shari. Mtu akiona heri, hata adui zake watakuwa ni rafiki. Akipatwa na shari, hata rafiki yake aweza kufarakana naye. Usimtegemee adui yako, maana kama kuta ya shaba ndivyo ulivyo ubaya wake. Ingawa amejidhili na kuigandama nchi, uangalie na kujiadhari naye utakuwa kwake mfano wa mtu anayeupangusa utupu na kujua ya kwamba kutu ikalipo. Huyo usimweke karibu nawe, asije akakuondoa akasimama mahali pako. Usimketishe mkono wako wa kuume, asije akatafuta kukichukua kiti chako. Hatimaye utayakiri maneno yangu na kuchomwa kwa mithali zangu. Ni nani atakayemuhurumia mganga aliyeumwa na nyoka wake, au mtu yeyote ambaye huwakaribia wanyama wakali? Vivyo hivyo, ni nani atakayemuhurumia mtu mwendaye amwendaye mkosaji na kushirikiana naye katika dhambi zake? Muda kitambo atakaa nawe, walakini mara ukipungua nguvu, yeye hatadumu. Mradi adui atabembeleza kwa midomo yake, bali moyoni mwake anafanya shauri jinsi ya kukuangamiza shimoni. Aidha adui atatoka machozi, machozi machoni pake, bali akiona nafasi haitamtosha damu yako. Ukipatwa na shari, utamona papo hapo, amekutangulia na kana kwamba anataka kukusaidia, atakupiga ugoe, naye atakitikisa kichwa na kupiga makofi na kunong'ona, na kunong'ona tele na kubadili uso wake.